Asante sana asante sana, na karibu uh, karibu kokote ambako uko unasikiliza Baraka One TV uh, saa tisa sasa Afrika kati ikiwa ni kumi majira Afrika Mashariki, tarehe ni moja na mwezi ni wa sita uh, mwezi wa independence huu. Um, ndugu zangu, niwaoneshe kitu kimoja. M23 anv Kongo Bukavu, Sud Kivu <laughs> wanaanza kupigiana wana. wa watu governor wao wa wasikivu ameweza kunome babiana wenye kupenda buchu ya madaraka, na wanaanza kulaani governor wao ws, si tuko tunaenda tunafanya sensibilisation ya bajene, tuko tunatuma mashetu yetu mudanje kurekruti watu juu tupate kazi

uwape makazi a si ili swala tunakatala tunakatala tunakata, tutaoneshana na kitu <laughs> uh, uh, ingine pia um, kumefanyika seanse ya, ya, ya sensibilisation entre Nor Kivu na Sud Kivu eh, uh, kati ya Nor Kivu na Ituri, magavana wawili wa kijeshi wa Luboya kasha majoni pamoja na, na Evariste Kakule Um, wameweza kukutana na kulifanyika huo um, um, mjadala wa kuweza kutafuta amani, amani ambayo inahitajika, ina, iweze kuwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya mikoa hii miwili, na kuna ujumbe mzito ambao Luboya Kashama ameweza kutoa. Luboya Kashama, nimependa sana Luboya Kashama. ni jenerali ni, ni ambaye anaongoza Ituri na huu bwana yuko na kuwa determine sana. Alisema katika moja ya kauli zake kwamba yale ambayo yamefanyika Goma hapa mimi sitaruhusu. Na ndo niko na wasiwasi sababu so, mtu ambaye amepelekwa Goma kwa nani Ituri kwa ajili ya, ya operation ni huyu huyu Bruno uh, Bruno Mandevu mwenye aliangusha Goma. Ndio alitumwa tena kwa Luboya ya Kasha Majoni. Wakati Luboya Kasha Majoni yeye ndo gavana wa Ituri. Na yeye alisema kwamba mimi sitaruhusu mtu yoyote kuja kuvuruga kituri nona, niliambiaga kishasa juu ya efektifu kwamba wako wanaandika list ya wanajeshi wengi, kumbe kwenye karatasi inaandikwa kwa mfano elfu kumi lakini wenye wako sertere elfu tatu Goma ikaanguka juu ya kukosa e efektif selo. Uh, maneno kisiku wanaandika ketuko na maminisio na arm hivi nahivi, zinakuja mezile, hazitafika sasa. Mie kwangu hile skitu sitapenda. Alizungumza hivyo kwa jazba sana, akasema, bwana mwanaume, unaona hayo mambo mawili makubwa utagusia na jambo la mwisho ambalo tutakuja kugusia pia ni jambo la Traore. Kazi ya Traore iko nafanya, Burkina Faso ni mfano wa kuigwa. Naam, karibuni sana, karibuni sana na kumbuka kwamba Operation Saidia Mzalendo iko inaendelea. Na kama bado hujaungana na operation hii, tafadhali unaweza kutumia namba zetu ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Na pia tembelea Bion TV channel 2 kukumbana na baadhi ya matukio mengine ambayo yako yanaendelea chini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Rejabu Kabonga. Ni kipindi cha maelezo pamoja na habari. Uh, kwa habari zote ambazo umezisikiza mchana wa saa sita, e, maoni yako na mitazamo yako ni ya maana na naipa consideration pia, lakini katika kila habari zetu zote, kushare, kusubscribe na kulike inakuwa ni jambo la maana sana. Yeah, jambo la maana sana na pia zi, uh, wakati uko unatazama video, ile ile ambayo uh, unaona mwanzo uh, usi, usivuke usiskive iache tu ipite hivyo hivyo, kisha utakuja kuona video yote uh, vizuri. Na unapoangalia video zetu pia tafadhali angalia mwanzo mpaka mwisho. Unaona mwanzo mpaka mwisho, ndo utaelewa nini ambacho kiko kinafanyika na nini ambacho kiko kinaendelea. Sasa tuanze na hili swala. Sid Kivu Bukavu, ba Jean ya M23, unajua ivi ndeo nikikuonyesha nayo utacheka kisa ojama biko mgari biko naena mgari biko nae naafanya sensibilisation kisha wanajifilme huku wako na bishana nna gisi unasikia oh governor ze hapana hautanome watu na wewe fanyaki kazi yote sindo, tuko tuna recruit watu oh koma koma koma, wako wanapigana na wako ndani ya gari. Hao ni vijana uh, wale vijana wa hovyo, vijana wenye tamaa, vijana wenye kupenda uh, mseleleko, wanawisha uh, ndugu zao juu ya mventura wapate kazi, unaona? kisha uh, kisha watu wako nashindwa kuelewa, ndugu zangu, na ndo hivyo tu. Mungali hapo muko mnalalamika bado, mambo hayajatulia mungu mnalalamika. Je, tuseme sasa mnachukua nchi, uoni kama nchi itakuwa mdesordre moya ya nguvu juu, hakuna mwenye atakontrole mwingine. Mtasema sasa tuko tunapigana, moya mlikuwa wapi? Unaelewa, kumbe mlikuwa mnapigana, mnajipigania nyenye maslahi yenu. Williamanzi ya na wewe unafikiri M23 size ichukue inji sisi tutaishwa naelam ii donc ifo tufanye sheke kwa M23 tu kwa tu. njia yoyote ile au jamaa ifo tuangushe hebu tusikilize kwanza, ne wapuuzi ambao wako wanaanza kulilia, kulilia vyeo vyeo msiti kivu na bangali bukavu tu

Umewasikiza, nafikiri umewasikiza hao hao. Jamani, wapuuzi sana, wapuuzi sana M23 ya wanalilia vyeo, kisha wako wanaodanganya kwamba o oh, sie tunakua kunanii ku, ku, ku, kumaliza eh, tribalisme tunakiwa maliza nepotisme tunakia maliza upendeleo tunakia komboa tunakiay manjala zenu zili ndo zinavaleta. Sawa, njala zenu ndo zinavaleta, hakuna kitu hakuna no kitu. Hayo ndio yaku yanaendelea ya, ya, ya Goma, tukichana tukichana naye masuala ya, ya Bukavu, tuingie sasa Ituri. Guverneri wa Ituri Luboya Kasha Majoni ni mzee ambaye mimi binafsi na respect so much I really respect him. Very, very much kwa I, I love him very much. Sababu gani? Kwanza huu mzee ukimwona uh, Ubwakasha Majoni ni mtu mwenye iko ferme sana na iko determine. Ni mzee ambaye ndani yake iko na spiriti ya uh, domination imoje msa yeye apendi kwa, uh, kutawaliwa surtu si kutawaliwa na mtu ambaye sio ubwa kashamanasema hivi, mimi niliwambiaga Kishasa juu ya problemu ya maefektife, biko natia maefektif zenye haziku non na hii dosia ya ya maefektifu ya MFRDC, nilikutanaga na kolonel mmoja uh, kutoka Kishasa, ndugu yetu Muwembe. Tuko tunaongea akanambia bwana, sie tulitumwaga kutoka Kishasa kwenda kufanya control mu teritoria ya Fizi kwenda kufanya ku, ku, ku, ku, ku, kuangalia tuko na nombre kumbye ya basolda. Sasa tunafika kule, simu deja ishapigwa huku kunakuya colonel uh, fulani na mtu fulani kule kufanya control. Kwa yu, mwangalie simu tabajere, unasikia tunafika tunakuta de, deja 15000 dolari iko chini. Mlombeo anaskiza kama tena, hii pesa rudieni, andika hii yenye iko hapo kwa mando. Watu ambao wa, uh, unaona wasodavi kwa hapa vingine haviko kwa hiyo, mmechoka sana, kwa hiyo msiendelee sana na safari. Unajua, uh, huku wetu huko shida shida mingi mingi, kwa hiyo uh, franga hizi tu mrudie na uh, raporo yetu ndio hiyo, akanambia mimi ni lensi staka kwenda kuingia lakini nini kilitokea? Bakaanza panga sasa batuwie kule kule mjia, sasa tuanza rudia oda kutoka Kishasa. Kumbe kuna watu Kishasa kule, kule, wale ni makamanda wao ndo wako na watu wao huku chini, na hii pesa ya ile mefectifu yaani ya basoda inatokaga huku inabarudia tena wapi kule Kishasa none mukomandema ya, ya, ya, ya, ya chef d'etat major general ndo muko ba colonel ba majoro ba general benye bana kulaka zile si franga za mafektif. Kwa mfano kute regima mzima iko na basoda bo ndio, uh, ni mfano, itabidi ni ulizie ni jo uh, uh, uh, regima iko na basoda bangapi uh, uh, uh, platooni iko na bangapi nini uh, ni, ni, ni, na nini iko na bangapi. Kwa mfano regima iko na 500000 soldat sawa sen samil ni mfano ku papier ban diga sen samil solda me bi ko sir tere ni sa sen kan o chelo ile franga yote ya trosa sen kan ina ye mon fuko banani ya va genero sawa colonel ay fanya evo kila province kila kila province kila nani eh, kila secteur unakuta franga mingi zinapoteaga sasa lubwa kasha banasema, niliwaambia Kinshasa juu ya problema ya mefektive Goma na huku kwangu lakini hawakunielewa. Erezima kwanza ye kwake aliretrase kila kitu kama fasi kuko ni dmil, unakuta kuko dmil kama ni Sank, unakuta kuko senk, lakini problemu yenye ilitokea Goma ni kwamba walitia efektif yenye iko ya mingi wakati awana ile. Efektif minisio zenye zilikuwa ziko Goma uh, se tunaona uh, zilikuwa za mingi, kumbe zile hazikukuwa ile ilikuwa ni nusu kidogo ya yenye ilitakiwa iwe pale Goma. Bibi beti mwenye alikuwa na, oh, piga, eh, Kigali, nani, <laughs> na frate president yake wao Goma hapa tulikuwa tunapiga e, na nani Kigali tuko na nini, unaona. Kumbe walikuwa namdanganya tu, ndio maana naye pia alikuwa anajitapa, so ngai na kwa kiko tushe eh, Kigali a partir ya goma wao oh, kumbe walikuwa ni bana mpakala mafuta tu ya bongo Ubakasha, makawambia niliwambia juu ya mafektif. Alor, hapo kwangu mimi sitasikiliza, aseme seselefe, sitasikiliza aseme o, rudia nyuma, adui anakuja, nitapiga sawa, nitapiga. Ni hapa hapa, mi sitoke hapa. Na ndio maana alikatala million de dollar za Kabila, akazitema none, akazitema. Sasa lubwyakashama analetewa Bruno Mandevu, Bruno Mandevu mwenye alifere tuombe Goma Uh, komanda wa 34e region militaire, voilà yeah, 34 ya 34e region militaire yenye ilikuwa base Goma, unaona ndio. <laughs> uh hiyi -huh. ambayo imetokea hapa sasa. Tumsikize Lobo Kasha Majoni, na tumsikilize Lobo Kasha Majoni.

Na mwa asante sana, asante sana kwa yote ambayo tumetoka kuyasikiliza. s So, Traore amefanya mambo makubwa kuhusiana na Traore. Traore amefanya mambo makubwa ambayo e, watu wengine in, in, inabidi waige sawa? U, ni kijana mdogo Traore nami tuko miaka sawa sawa, mimi na yeye miaka yetu ni sawa sawa kabisa, unaona? Lakini mambo ambayo amefanya Burkina Faso ni makubwa. Huwezi kulinganisha Traore na kiongozi yote ule Afrika kwa sasa hivi, hakuna viongozi wengine wote wa Afrika, wote ni wa hovyo hovyo hovyo, lakini Traore anafanya mambo makubwa sana, anataka nchi yake aiondoe katika sekta ya umaskini wa kukosa chakula, Burkina Faso ilime chakula kingi ambacho raia watakula washibe na wamwage. Ona miradi ambayo anafanya ona vifaa ambavyo vi ameingiza, donc Burkina Faso wako naenda sekteur kwa sekteur, bali anza kuimarisha armée bana ekipe armée bana fanya armée na kuwa forte. Leo jeshi la, la, la Burkina Faso liko nguvu, wako na uwezo mkubwa. Anachana na hivyo, anaingia mo education, anaimarisha education, anafanya hivyo, anamaliza, anaingia mo kilimo, anaimarisha kilimo. Lakini si utakuta bagusa hiki baende huku bafanye hivi hiki, hiki akiaisha, wanaingia muhiki hivi na hivi de, ma, ma detournement ndo sisem. Kwa hiyo tunakuta mambo yako shakara bagara, yani hawe hawelewi kwamba ah watu wiko nafanya nini leo no. dosia ya Constant Mutamba kiana watu wenye nasimama juu ya kupigania nchi anaonekana mbaya. Wazemba wako madarakani miaka na miaka hawafanyi kitu, lakini vijana wakisimama wanataka wafrene. Populasi ya Kongo, tusimame. Nchi hii ni ya kwetu hiyo tuna kila sababu ya kutetea taifa hili na asante sana, na big up kwa wote ambao mko naangalia Baraka One TV kutoka kote duniani e, tunashukuru sana e, tunashukuru sana kuona kwamba ushirikiano wenu unazidi kuonekana na ni jambo la heri sana. Tukutanani majira ya saa kumi na mbili kwenye mitazamo mbalimbali ya wananchi. Nafikiri tutakuwa tuna mengi ya kuzungumza. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, eh, chao chao.